Miwa mama mkuu wa shirika la Bikira Maria Malkia wa Mitume wa Mbeya, pamoja na halmashauri yote ya shirika, waheshimiwa masista wa shirika la Maria Malkia wa Mitume wa Mbeya, waheshimiwa masista na watawa wote waliokuja kuungana na masista wa shirika hili la jimbo, mpendwa Padri didasi Chawele, wanafamilia wa sista marehemu Nakalengo, waheshimiwa mapadre, waheshimiwa wanaivuna wote, waamini wapendwa na watu wote wenye mapenzi mema, poleni sana kwa msiba huu. Ndugu zangu, Mungu amemwita kwake mpendwa wetu sister Crescencia Nakalengo. Nasi tumefika hapa na kukusanyika kwa ajili ya kumwombea, kumsindikiza katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Katika kipindi hiki cha ja majonzi, huzuni na simanzi, tupokee yote kwa imani na matumaini aliye na imani thabiti kwa Yesu mfufuka hata aibishwa. Kristo aliamua kuunganisha maisha yake na ya kwetu, ili nasi tuweze kushiriki ufufuko wake. Kifo kimetoka wapi? Kwa nini tunakufa? kadiri ya maandiko matakatifu mpango wa Mungu juu yetu ulikuwa hivi. Ukisoma kitabu cha hekima ya Sulemani aya ya kwanza esura ya kwanza aya ya kumi na tatu mpaka kumi na nne na nukuu, yaani, Mungu hakufanyiza mauti wala haimpendezi walio hai wakipotea, kwa maana aliviumba vitu vyote ili vipate kuwako, mwisho wa kunukuu. Kumbe kufa sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Bado tunatafuta jawabu, kufa kwa nini tunakufa? Kisoma tabu hicho hicho cha hekima ya Sulemani sura pili ya ishirini na tatu mpaka ishirini na nne nanukuu, yani Mungu alimuumba mwanadamu ili apate kutoharibika kwa mfano wake mwenyewe, ila ulimwengu uliingiwa na mauti kwa sababu ya husuda yake shetani. Mwisho wa kunukuu. Tume Paulo katika waraka kwa Warumi sura ya tano aya ya kumi na mbili mpaka kumi na nne anaeleza hivi, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haikuhesabiwa, haiku isipokuwa, isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo na ilitawala hata wao wasiofanya dhambi iwafa ifanana nayo na, na kosa la Adamu aliye mfano wake yeye anayekuja. Mwisho wa kunukuu. Ndugu zangu, toka baadhi ya vipengele hivyo tunaona kabisa kwamba husuda ya shetani na dhambi ya wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva ndiyo chanzo cha kifo. Mungu alituumba tuishi milele pamoja naye, ndiyo maana. Kutokana na dhambi hii ya asili na kosa hili la wazazi wetu, tunapata uchungu mwingi kuondokewa na mpendwa wetu Sister Cresensia na Kalengo na wengine waliotutangulia mbele haki. Tulizoeana naye mama huyu, kufanya naye utume, kushinda naye sasa hatutaonja tena upole wake na huruma yake na ushauri wake, fadhila nyingi ambazo tumezisikia kwenye wasifu wake. Katika huzuni na majonzi tulionayo, masomo tuliyoyasikia leo yanatupa faraja. Baada ya kuugua muda mrefu, sista wetu sasa yumo mikononi mwa Mungu. Maumivu hayatamgusa, yuko katika amani tumepata mawazo haya kutoka kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya tatu aya ya tano mpaka ya sita katika somo letu la kwanza. Somo letu la pili tunaalikwa tusihuzunike kama wasio na matumaini. Matumaini yetu yako wapi? Yesu aliyekufa amefufuka, vivyo hivyo, hivyo na mpendwa wetu sister Crescentia Nakalengo Mungu atamleta pamoja na mwanaye atamwinua. Mawazo haya tumeyapata somo letu la pili waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya nne aya ya kwanza mpaka ya tatu. Katika Injili Yesu anaweka wazi kwamba wote aliopewa na Baba hatampoteza hata mmoja, bali atamfufua siku ya mwisho. Tumesikia wasifu wa sister tangu alipobatizwa eh, tumeambiwa namba yake ile ya ubatizo, lakini hawajataja mwaka eh na tarehe. Hatujui, kitabu kile labda kulichanika ukurasa huu. Eh, tumeambiwa tu namba ya ubatizo ni elfu kumi na nane sifuri tisini na moja. Eh, wakaja kutaja baadaye eh, kipaimara na komunyo ya kwanza kumbe, tangu safari yake hiyo ya kiroho ilipoanza Alikuwa ni wa Yesu, alikuwa ni mkristo wake Kristo, na hivi Kristo anatuhakikishia aliyopewa na baba hatampoteza hata moja. Hivyo sister Krem, Crescencia ni mali ya Kristo tangu alipobatizwa, tangu alipoingia kwenye wito wake wa utawa akakoleza undugu huo na Kristo, na katika utume wake alidhihirisha kwamba yeye yuko na Kristo kwa kuwahudumia vijana kwa kupitia katekesi aliyosomea na kuwahudumia watawa wenzake katika jumuiya alizoishi na kuhudumia, kwamba mama yetu yuko mikono salama. Ndugu zangu, matumaini yetu tuyaweke kwa Kristo aliyekufa na kufufuka. Yeye ndiye ufufuko na uhai wetu na pia Ndiye njia ya kwenda kwa Baba. Kristo aliondoka kutoka maisha haya kwenda kwa Baba kwa njia ya kifo na ufufuko wake, akatufungulia nasi njia hiyo hiyo ya kuyafikia maisha ya milele. Kwa matumaini haya, tumekusanyika kumwombea marehemu wetu Sister Crescentia Nakalengo ajaliwe ufufuko wa Kristo na kushiriki heri ya mbinguni pamoja na watakatifu. Maana ya Kikristo ya kifo imefunuliwa katika mwanga wa fumbo la Pasaka la kifo na ufufuko wa Kristo, ambaye ndani yake tuna tumaini letu moja. Mkristo anayekufa katika Kristo huwacha mwili ili kwenda kukutana pamoja na Bwana. Ndugu zangu, siku hii ya leo tunapomsindikiza mpendwa wetu yeye alikuwa mwenzetu katika safari ya, ya imani mhujaji katika dunia hii kwenda kwa Baba. Sasa ametimiza utimilifu wa maisha ya hapa aliyoyaanza tangu alipobatizwa. Wajibu wetu kuendelea kumwombea kwa njia ya maziko tutakayoyafanya baadaye. Tutamweka mikononi mwa Baba kama mbegu ambayo inastahili kutukuka. Huduma ya kanisa tunayoitolea hapa tunaonesha umoja na ushirika na marehemu wetu. Tulimpenda, tulimjali alipokuwepo katikati yetu, mpaka hivi ambavyo hawezi kujitetea tena, kwenye jeneza hili. Tunaendelea kumfanyizia maziko haya ya Kikristo, bali ni mwanzo na tayari utimilifu wa ile hamu yake ya matumaini kwamba wakati wote ambao Mungu alimuweka hapa duniani kuna siku atakutana naye na kuishi katika heri yake. Jeneza hili la mpendwa wetu sio mwisho wa yote, bali mwanzo wa kuzaliwa upya katika heri ya mbinguni. Ndugu yetu hajapotea, kimwili hatutamwona, lakini kiroho anaishi kati yetu. Tuendelee kumwombea ili Mungu amsamehe na ampokee kwake mbinguni ambako tuna matumaini ya kuonana naye siku moja katika maisha mapya na ya vile. Wapendwa wanafamilia, moyo mkuu, tupokee msiba huu kwa imani, tumwombe. Mpendwa wetu ametangulia, atakuwa mwombezi wetu na sisi tunafuata njia hiyo hiyo, kwa sababu Mungu anaendelea kuita moja moja kwa namna zake pendwa Baba Didas moyo mkuu katika kikosi cha familia kumi na moja, na wewe ulikwemu namba sijui kumi kumi na moja. Ulitengeneza timu nzuri eh. Sister huyu mlipendana, ni mama yako, ni dada yako. Nimepata habari dakika za mwisho amekutafuta kwamba usipokuja hautanikuta, ukaenda kumwona na naamini amefarijika, amestarehe kwa amani. Moyo mkuu padri ni wewe ni kiongozi wa kiroho ni baba wa imani, basi uendelee kuimarisha na ndugu zako katika familia, musikate tamaa. Tunashukuru sister eh, mama mkuu na halmashauri kwa jinsi mlivyomuhudumia mpendwa wetu katika udhaifu wake. Santeni masista na jumuiya nzima ya Igogwe kwa mapendo yenu. Asanteni waamini, mapadri ambao mlipata nafasi ya kumkumbuka, kumtembelea na kumsalimia. Ni mimi nilibahatika eh, kwenda kumuona nikiwa ziara pale Igogwe, alipokea kwa mapendo kama nilivyokuwa desturi yake. Eh, nilifarijika sana nipo nipa mkono. Nikuja sebuleni kwenye nyumba ya masista pale, nilifurahi kumwona. Na alikuwa na matumaini ya kuendelea kufurahia utume wake ndani ya kanisa. Nipata bahati ya kukaa naye bl wakati anafanya utume pale kwa padri mpya mpya. Aliniimarisha, alinishauri, alinionesha njia namna ya kuishi kwenye kijiwe kile kikongwe cha malezi. Kumbe mimi ni bahatika kupata wema na upendo wake. Ndugu zangu, sisi ni wasafiri duniani, hapa tunapita, tujiandae, tuweze kufa vizuri, tusali, udumu katika mapendo na katika huduma, kila mmoja kwa nafasi yake. Mungu ametuita tumtumikie kupitia binadamu wenzetu. Mama huyo amekamilisha kazi yake, sasa sisi bado tunatembea. Yale aliyoyaishi tuyaenzi, na sisi tuweze kufurahi katika utume na wito ambao Mungu ametuitia. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga mwanga wa milele. Mpendwa wetu Sister klesense Nakalengo astarehe, astarehewa kwa